Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza kanda ya makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi-arusi wa duniani. Mathayo Mtakatifu sura ya 19, mstari wa 28. Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli. Yohana mtakatifu sura ya kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa tatu msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo. Waefeso sura ya kwanza, mstari wa kumi. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye. Huyo waraka wa pili wa Petro sura ya pili, mstari wa tano hadi wa sita. Wala hakuuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Waraka wa pili wa Petro sura ya tatu yote. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili ni waandikiao ninyi, katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao watu wenye kudhiaki wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji, kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu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 bali wote wafikilie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa? Mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili mwonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa; vile vile kama katika nyaraka zake zote, pia akitoa humo habari za mambo hayo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu wasio imara huyapotoa, kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine, kwa uvunjivu wao wenyewe. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu msije mkachukuliwa na kosa la hawa wahalifu, mkaanguka na kuuacha uthibitifu wenu. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Ufunuo sura ya pili, mstari wa saba. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili Ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu Ufunuo sura ya sita, mstari wa kumi na nne. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa na kila mlima na kisiwa kikaamishwa kutoka mahali pake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 Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kila kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio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 ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili, na katika ile milango malaika kumi na wawili, na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila kumi na mbili za Waisraeli upande wa mashariki milango mitatu na upande wa kaskazini milango mitatu na upande wa kusini milango mitatu na upande wa magharibi milango mitatu. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili, na katika ile misingi majina kumi na mawili ya wale mitume kumi na wawili wa mwana kondoo. Mambo ya Walawi sura ishirini na tatu mstari wa thelathini na sita mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku saba. Siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto; ni mkutano wa makini huu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Isaya sura ya nne yote, na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Siku hiyo chipukizi la Bwana litakuwa zuri lenye utukufu, na matunda ya nchi yatakuwa mema sana na kupendeza, kwa ajili ya Waisraeli wale waliookoka. Tena itakuwa ya kwamba yeye aliyebaki katika Sayuni na yeye aliyeachwa ndani ya Yerusalemu ataitwa mtakatifu, yaani kila mmoja aliandikwa miongoni mwao walio hai ndani ya Yerusalemu, hapo Bwana atakapokuwa ameuosha uchafu wao binti za Sayuni, na kuisafisha damu ya Yerusalemu kati yake kwa roho ya hukumu na kwa roho ya kuteketeza. Tena juu ya makao yote ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku, kwa maana juu ya utukufu wote itatandazwa sitara. Kisha kutakuwa na hema kuwa uvuli wakati wa mchana kwa sababu ya hari, na kuwa mahali pa kukimbilia na kujificha wakati wa tufani na mvua. Isaya, sura ya 28, mstari wa 10. kwa maana ni amri juu ya amri